Kitu nilichokiona mimi hapa wakati tumkuja kwenye mazishi ya ndugu yetu hapa, ilitokea si tofahamu, kuna mtu mmoja alikwenda huko kwenda kuvuta kama sigara. Baada ya kwenda kule akarudi, anasema jamani, nimeona kuna mtu kama amekufa. Ikabidi watu tutoke twende paka eneo la tukio, tukakuta kweli mtu karazwa juu ya kaburi, na kweli katika kuangalia angalia, kuna baadhi ya watu walikuwa hawajamtambua vizuri, lakini kuna mtu mmoja ni mtoto wa mheshimiwa diwani aliyepita, kaja akamwona akasema, ah, huyu mbona, mi namfahamu huyu, anaitwa Ngosha Ngosha. Eh, ah, basi ndio hilo tukio lililotokea. Lakini mara nyingi Malolo huwa inaletewa vitu kama hivi, huwa inaletewa, sio kwamba watu wanauawa hapa. Kwa mfano hata huyu mmejionea, huyu mtu hajauawa hapa, nadhani hata damu hakuna, hakuna chochote ambacho unaweza ukathibitisha, hakuna misuguano kwa hiyo na huku kwetu huku, tumekuwa kwa sababu ya wingi wa pori, tumekuwa sana tunaokota sana maiti zilizokuwa zimeshakwisha uawa wow. Pigwa tu simu ya ghafla tu, na mama yangu kaniambia bwana Ngosha amefariki, ila wamemuua, ndio nikawa nimetoka moja kwa moja kuja eneo la tukio, nikakuta tayari mwili wa fanyaje, wamepakia. Ngosha alikuwa pia ni bodaboda wangu ambaye nilikuwa namuamini hata kwa mizigo yangu ya nyumbani, kwanzia familia yangu kumwagiza kila kitu na kikweli nimeumia sana. Sikuwahi kusikia na ugomvi na mtu wala fitina na mtu, na alikuwa ni mwadilifu kwenye kazi yake na ni mwaminifu pia, hata ungempa milioni ilikuwa inafika. E, kwa majina naitwa Dotto Mwamtuya ni katibu wa maafisa usafirishaji mkoa wa Tabora, nipo na viongozi wenzangu ngazi ya mkoa pamoja na wilaya. Matukio kama hili kwa kweli, kwa sisi binafsi kwanza, linatusikitisha sana na mapokeo tuliyoyapokea Sio kama tuna furaha nayo, hapana, bali tunakuwa tuna majonzi makubwa, kwa sababu ni juzi tu kuna tukio jingine lilitokea hili Tumbi, na sisi kama mashahidi tulikwenda mpaka sehemu ya tukio, tukaona na t -t tulichokiona Tumbi ndio tulichokiona leo katika makaburi ya Miemba pale. Matukio kama hili kwa kweli kwa sisi binafsi kwanza linatusikitisha sana. Marehemu kwa kweli kakutwa kafungwa kamba miguuni pamoja na mikononi, alafu wamemlaza juu ya kaburi. Sisi kwenye utendaji wa kazi wetu, kuna vitu viwili ambavyo tunakuwa tunavisema mara kwa mara yaani, ukibeba mshikaki kwa usiku hakikisha basi unaembeba unamfahamu, lakini kama umfahamu upaswi kubeba mshikaki, kwa sababu ukibeba mshikaki lazima ukutane na matukio kama haya. Sisi wenyewe tunayalaani sana na tunawasii bodaboda wasiwe wanasubutu kufanya vitu kama hivi tunavyovikataza sisi viongozi wao. Uchunguzi unaendelea, uchunguzi unaendelea, na kwa hiyo sisi kauli yetu ni kwamba tutaendelea kupambana usiku na mchana na wahusika mpaka tuhakikishe kwamba nao tumewatia nguvuni wa, ili waweze kwenda mbele ya sheria.